Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli ya Nurdin Media, katika video yetu hii ya leo tutajifunza jinsi ya kutia udhu hatua kwa hatua. Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Nurdin Media. Tunafurahi sana kukuona hapa ukiwa unatizama video hii, hakikisha unajiunga kwa kusubscribe kwa kugusa batani nyekundu ulioandikwa subscribe, na pia usisite kuuliza maswali au kushiriki maoni yako e, au kushiriki maoni yako pia. Hii ni chaneli ambayo inafunza Qurani, e, dua pamoja na mambo mengine yanayohusu Uislamu, yanayohusu dini hii ya Uislamu. Hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare video hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Uh, leo tuna, tuna tutajifunza jinsi ya kutia udhu. Mtu yoyote anapokuwa anahitaji kutia udhu, basi ni lazima kwanza cha kwanza anachotakiwa kufanya ni kuanza na nia, yaani mtu kuanza na nia kwa moyo kwamba anataka kutia udhu kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wataala. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa mtu ambaye anahitaji kutia udhu ni lazima kwanza atie nia kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wataala na dua ya kutia udhu nimeweka kwenye description hapo, unaweza ukaingia hapo ukajifunza dua ya kutia udhu na dua baada ya kutia udhu. Lakini mbili, eh, kwa mtu anayetaka kutawadha baada ya kutia nia, basi ni kunawa mikono. Anza kunawa mikono yako yote kwa maji, hakikisha kwamba maji yanapita kwenye vidole vyote, kuanzia kwenye vidole vya mikono sawa, hadi kwenye vidole vya miguu. Tatu, kusafisha kinywa na pua. Baada ya kuwa umeshamaliza kusafisha mikono, basi utasafisha kinywa sawa, utasafisha kinywa na pua, na haya yote utakuwa unayafanya mara tatu tatu. Eh, tumia mkono, tumia mkono wa kulia kuchota maji ukishamaliza ukisha kusafisha mikono basi, utaweka maji kinywani. Utachota maji kwa mkono wa kulia then utaweka mdomoni na puani mara tatu tatu, then utatema. nne. Kunawa uso. Baada ya kuwa umeshamaliza kuweka maji ma, baada ya umemaliza kuweka maji eh, mdomoni na puani basi kinachofuata utaenda kunawa uso sawa utanawa uso hakikisha maji yanafika kwenye paji la uso na sehemu ya sh... na sehemu ya chini ya shingo mara tatu sawa eh? tano kunawa kunawa mikono yaani kunawa mikono kunawa mikono yote kuto... kunawa mikono yote sawa. Kunawa mikono yako kutoka kwenye vidole hadi kwenye viwiko, hakikisha mikono yote inaoshwa vizuri kabisa sawa, mara tatu. Sita. Kupitisha mkono juu ya kichwa, yaani kuweka maji kichwani Futa kichwa chako kwa mkono mmoja ukianzia mbele na kuelekea nyuma. Sawa. saba. E, kupitisha kuweka maji masikioni kuweka maji masikioni mara tatu sawa. Lakini e, la, la lingine lalofata basi ni, kue, ni, ni kunawa miguu nikunawa miguu, miguu yako hadi kwenye vidole vya miguu na vikiwa na viwiko. Ni kunawa miguu yako hadi kwenye vidole vya miguu na viwiko vya miguu, sawa, mara tatu tatu, sawa. E, la mwisho kabisa. Baada ya hapo, linalofuata e, ni kuleta dua baada ya udhu ambayo utasema hivi, ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadun abduhu wa rasulu. Hii ni dua ambayo utaisoma baada ya kutawadha, lakini inshallah, tusiwe na mengi ya kuzungumza, basi. Hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare. Na darasa lijalo, inshallah tutakwenda kufahamu mambo yanayotengua udhu, ni vitu gani ambavyo vinampelekea mtu kuharibu udhu wake. Basi na kusii, ndugu yangu, usiache kutufuatilia katika chaneli hii, usiache kuweka maoni yako kwenye komenti hapo ili tuweze kukujibu inshallah. Insha Allah wa ila huna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.